Taarifa nyingine zinaarifu kwamba serikali imeanza rasmi shughuli ya kumleta nchini raia wa Uingereza aliyehusishwa na mauaji ya Agnes Wanjiru huko Nanyuki mwaka 2012. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Renson Ingonga tayari amewasilisha ombi la kumleta nchini mshukiwa huyo kutoka Uingereza kupitia afisi ya mkuu wa sheria nchini na ile ya Uingereza. Mwanahabari wetu Seth Olale anaarifu mengi. Kulingana na matakwa ya barua iliyoelekezwa kwa mamlaka kuu ya Uingereza tarehe 7 mwezi Oktoba, mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Renson Ingonga anataka usaidizi wa kukamatwa kwa raia wa Uingereza ambaye ni mshukiwa wa mauaji dhidi ya Agnes Wanjiru mwaka 2012 Nanyuki, kaunti ya Laikipia, kama ilivyopendekezwa na jaji wa mahakama kuu Alexander Muteti, na kuwa mshukiwa raia wa Uingereza anastahili kujibu mashtaka ya mauaji dhidi yake kulingana na sheria za Kenya. Aidha, ombi limetolewa la matwa na kuletwa nchini Kenya kutoka Uingereza raia huyo kulingana na sheria za Kenya, na kwamba mshukiwa huyo ni raia wa Uingereza na anaaminika kuishi Uingereza. Afisi ya mkuu wa mashtaka ya umma ikijumuisha stakabadhi kadhaa kwenye barua hiyo kama ushahidi dhidi ya mshukiwa, zikiwemo zile za uamuzi wa amri ya mahakama dhidi ya mshukiwa kutoka kwa jaji Alexander Mute tarehe 16 Septemba mwaka huu, na vilevile vile, hakimu mkuu Njeri Thuku tarehe 5 Novemba mwaka 2019, ushahidi wa mashahidi waliofika mahakamani, ripoti ya uchunguzi wa maiti, miongoni mwa mengine. Kesi hiyo inayoendelea katika mahakama kuu itasikizwa tena mwezi ujao. Seth Olale, runinga ya Citizen.